Wanaosema hoja yetu ya no reforms no election ni sahihi, nyosha mkono tuone kwamba uchaguzi hauna maana tena kwenye nchiao kweli. Na hata tukifanya uchaguzi hatuwezi kushinda, na kama hatuwezi kushinda tuna nyang'ana wananchi. Sauti yako inaporwa, hakuna wakumusikiliza. Kwa hiyo nikisema no reforms kweli. Ume, mnaelewa? Mmeshaisikia ume, mnafuatilia mnafatilia huyo aliyekuwa anasema Korogwe sio wajanja ni nani? Korogwe, no reforms! No election! Haitoshi sauti, no reforms! No election! Tunataka mabadiliko ya sheria tuingie kwenye uchaguzi. Sisi Chadema hatukimbii uchaguzi. Lissu amepigwa risasi kumi na sita akasimama anaweza kukimbia uchaguzi? Anakimbia uchaguzi Lissu? Na sasa hivi wamemweka ndani chuma kikitoka ni balaa. Na walimweka ndani wakifikiri sisi tutakaa ndani tuendelee kulia. Mimi nimesema wewe, mzee kaa ndani, sisi tunawagonga huku nje. Wangapi mnasema tuendelee na ziara? Tuendelee na ziara? ziaraosha wote mnaunga mkono? o ndugu zangu wa Tanzania, miaka sitini na tatu ya CCM imetosha. Hawana uwezo wa kubadilisha nchi hii, hawawezi kupaa